Ha, muajibiki vile mlikuwa mnaajibika mbeleni. Wasasi hata ukipata pesa kwa kahawa, utaki kulipia mtoto school fees, unangojea pasari tu. Pasari ni pesa kidogo, hiyo ni supplementary ya kuongezea ya kuongezea mtoto asome, lakini mnapata pesa, mimi nafuatilia E, na nyinyi ni wakulima wazuri, wakulima wa mahindi, wakulima ya kahawa, wakulima ya maharagwe. Nataka musikize, amini mushukulike na muonyeshe hiyo bidii yenu ambayo mnakuanga nayo tangu nyuma. Atu kuanga na hatukuanga na pasari na watoto walikuwa nasoma. So, msomeshe watoto au ndio watalinda wewe. Ya murudishangi receipt, e, unapewa cheki. Tulipeania tu hapa tu kwa mahali tuko, lakini hamkurudisha receipt kwa ofisi na china ya constituency ama ya sub county yenyu inaharibika. hey, ifikiriwa kwamba labda pesa imetumika vibaya, labda imekuliwa, na mumeweka receipt kwa nyumba. Imagine sasa, ukipata receipt unapeleka kwa ofisi. Kama hapa tunataka ukipata cheki yako, peana kwa pasa pale, anakuandikia receipt. Najua you are very lazy watu wasirisia, and that is why hamukuleta receipt kwa ajili ya kukua wafifu eh, na barua ya kusema eh, acknowledgement eh. Teacher principal anaandika, anasema nime receive eh, pesa ya Nekesa elfu eh, kumi ama elfu ishirini namna hiyo, kitu rahisi.